Tokea nyuma hadi mbele, na ndio maana leo wakufunga mafuadi, wamefunga mabeki. Inaonyesha kwamba tayari muunganiko wa timu unaanza kuanza. Unajua Simba haikuwa mbaya, bali ni mbinu ndio zilikuwa mbaya. Ndio maana mimi baada ya mechi ya, ya, ya Simba Day na Tumaini walionihoji nilisema wazi kwamba Fadilu kama mchezo utakuwa ndio ule hafiki mbali. Baada ya mechi ya Yanga na Simba ya Ngao ya Jamii nikasema mbinu za Fadilu zimefika mwisho hana tena ujanja wa kuweza kuongeza mbinu nyingine. Watu walisema nilipokea maneno ya kachwa kachwa, si unajua magrupu yetu ya Simba wa machawa wengi, kila mtu anajua lake, nikapata maneno mengi, lakini mwisho wa siku Fadhili iko wapi? Tunaye tena? Hayupo tayari, aliona kwamba hawezi kufika nje hadi na kikosi cha Simba, shuka. Pengine unaiona Simba ya msimu huu ni ya namna gani hasa kwenda kwenye kusaka mbio za ubingwa ambao umepoteza mara nyingi. Na mbio za ubingwa tusisemee Simba, mbio za ubingwa tusemee timu kumi na sita kwa sababu timu zote ziko kwenye mbio za ubingwa. Mimi na tabia moja, natembea na matokeo matatu yes: natembea na kufunga, kufungwa na kutoka draw. Kwa hiyo nikisema Simba itakuwa ni bingwa nitakuwa nimejifurahisha nafsi bila sababu. Nakumbuka juzi nilitaka kucheza kamari ya kusema Liverpool atashinda back to back, mpaka hata kaa kafungwa siku hiyo hiyo kafungwa. Kwa hiyo mpira, matokeo yanapatikana uwanjani. Baada ya uwanjani, ukitoka na pointi tatu unashukuru Mungu, na ukitoka umedraw unashukuru Mungu, na ukitoka pia umefungwa unashukuru pia. Tuzungumzie safu ya ushambuliaji ya klabu ya Simba kwa hivi sasa, mechi mbili pamoja na mechi za kimataifa, inakufurahisha bado haijatengemaa. Ndio maana nimesema muunganiko umeanza kupatikana, hmm. lakini bado haijatengemaa na hakuna timu duniani inaundwa kwa siku moja, sijapata kuona hakuna timu duniani inaundwa kwa siku moja. Ndio maana hata wenzetu juzi walivyoanza kusema jana hatumtaki, hatumtaki, hatumtaki, wanachelewa wao, wanakosea hakuna timu inaundwa, matokeo yanaundwa kwa siku moja, ni lazima timu ijipange, yeah. kwa namna ambavyo umemtazama Selemani Mwalimu, kuna namna yoyote ana achieve kutoka Tanzania alikuelekea kwenye michuano ya kimataifa na aliporejea ndani ya Simba, sasa Selemani Mwalimu kama tutakuwa na, na makocha wazawa tutaona faida Suleiman Mwalimu. Lakini kama tutaendelea kupata makocha wetu wanaokuja kutoka nje faida Suleiman Mwalimu hatutaiona kwa sababu makocha wanaokuja nje wana imani kwamba anayesajiliwa kutoka nje ni bora kuliko aliyekuwa ndani, lakini makocha wetu wa ndani wametuonyesha alikuwa na, kuna alikuwa na, kuna alikuwa na ya, nini? Tayari ya timu katikati. Nani kamwibua kocha mzawa kwa Selemani Mwalimu? Kama atakala kocha mzawa, atapiga hatua lakini, kama tutaendelea kuleta makocha ya kawaida, bado ataendelea kusugua benchini. Kupunguza kusikiliza maneno ya mtaani, Simba anaharibiwa na kusikiliza maneno ya mtaani. Kuna maneno, yaani kuna rumours zinatengenezwa nyingi sana zinaifanya Simba inayumba. Maneno ni kwa mfano kama hapa siku za katikati, wamejaribu kuiumbisha Simba kwa kuvumisha kwamba Amedi Ali anaondolewa kwenye uongozi. Hizo ni zote, hizo ni njia za kuifanya Simba kutoka kwenye, kwenye reli. Simba wabaki kwenye maamuzi yao binafsi, wajiongoze kama wanavyojiongoza wao. Mwisho wa siku faida itapatikana kwa namna unavyoiona Simba na matokeo ambayo wameyapata leo, pengine inatoa viashiria vya namna gani haswa kuelekea kwa msimu huu. Mechi mbili wana magoli sita lakini pia vilevile hawajaruhusu goli. Tunategemea kutoa upinzani mkali na kutoa kucheza mchezo wenye kuburudisha, lakini ukiniambia simba atakuwa bingwa, ilo swali siwezi kujibu, sababu ziko timu kumi na sita. Yeyote ana uwezo, atakayechanga karata vizuri ndio atakayefanikiwa kuwa bingwa kwa Tanzania. Lakini nikisema kwa kuwa leo ameshinda goli tatu, juzi kashinda goli tatu, sijui kaingia raundi ya pili ya mashindano ya, ya Kafu, niseme simba itakuwa bingwa nitakuwa siutendee haki mpira na nitakuwa siheshimu timu nyingine ambazo zinaingia uwanjani. Sio leo nimeanza kuamini makocha wazawa, tangu ile siku tulomaliza mechi ya Yanga Day. Mnakumbuka nilisema tumemalizia, tumeanzia tulipo malizia, na ilikuwa ni hivyo. Lakini kwa mechi, kwa mfano mpira uliochezwa leo tungecheza siku ya, ya ngao ya jamii, lolote lingetokea Yeah, imekuwa na tofauti. Hatuna, hatuna performance kubwa, lakini ni tofauti. Unajua hata kwenye vichaa kuna kiongozi wao, hata kwenye vichaa kuna kiongozi wao. Kwa hiyo leo kama, leo kama tunaongozana vichaa sisi leo tungekuwa kiongozi wao, leo, leo tungekuwa viongozi. Hey, hey, leo kama pangechero wa mlango tungemuuliza daktari. Kwa nini unataka tuingilie hapa tusiingilie pale? daktari angejua tayari huyu kapona. Uh, unajua kule mbe, kudondosha alama Mbeya, mimi sioni kitu cha ajabu. Hakuna uwanja mgumu kama uwanja wa Sokoine. Uwanja wa Sokoine ni uwanja moja, na mimi nashangaa wapenzi wa Yanga wanaolalamika kwamba kwa nini Yanga imetoka. Ndo uwanja wa Sokoine ni moja viwanja vigumu vigumu vigumu kabisa kushinda, sababu wale mnapokuwa pale kwenye uwanja wa Sokoine hawaangalii mimi ni Yanga, mimi ni Simba, wanachoangalia ni timu ya nyumbani. Pana kwaga na matokeo magumu sana. Asante sana.